Ujambo na karibu langu, jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Taarifa ambayo inasambaa kwenye mitandao ni kuhusu kesi kubwa ambacho kinamkabidhi nifa Jenifer na wenzake ishirini na moja. Inasemekana ya kwamba kesi ya uaini inayomkabili ufanya biashara Jennifer Chovini na wenzake iliendelea jana Novemba, tarehe kumi na moja mwezi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano baada ya Novemba saba eh, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano eh, nifa na wenzake ishirini na moja walifikishwa katika mahakama ya hakimu kazi Kisutu na kusomewa mashtaka hayo yaliyowakabili Mifa na wenzake ishirini na moja, wanaosimamiwa na wakili Pita Kibatala, wanakabiliwa na makosa matatu. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote ishirini na wawili wakidaiwa kula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uwahini. Kosa la pili ambalo ni la uwahini linawahusu washtakiwa ishirini na moja isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Nifa ambao walikuwa na nia ya kuzuia uchaguzi mkuu mwaka 2025 na na kutishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Kosa la tatu la uwaini pia linamuhusu mshtakiwa namba moja pekee ambaye ni Nifa, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na ku...